Mtazamaji, wa Ishizwe TV, hii ni ripoti inayokujia kutoka hapa uh, katika ukumbi wa Ngara Sekondari ambapo hii leo Oktoba ishirini na sita uh, tupo katika mafunzo ambayo wanapatiwa wasimamizi wakuu na wasimamizi wasaidizi ambapo mgeni wa heshima ambaye ni Konstantino Nsemwa ambaye ni msimamizi wa uchaguzi jimbo la Ngara ameweza kutoa elimu na mafunzo mbalimbali -mbali kwa wasimamizi wakuu na wasimamizi wasaidizi kuelekea uchaguzi wa Oktoba 29, ambao wao ndio watakaotumika kuweza kusimamia uchaguzi huu, na hapa tupate wasaa wa kumsikiliza ndugu washiriki wa mafunzo. Leo tupo hapa kwa ajili ya mafunzo kwa wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo ambapo mtakuwa na jukumu la kutekeleza shughuli za uchaguzi ipasavyo kwa ngazi ya kituo. Mafunzo haya yanajumuisha wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo 1736 kama afisa uchaguzi alivyosema ya yanafanyika katika 4 ambao watafanya shughuli za uchaguzi katika vituo 564 vilivyopo katika kata 22 za halmashauri ya wilaya ya Ngara. Ndugu washiriki wa, wa mafunzo, nimearifiwa kwamba jumla ya mada sita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 na kuhesabu kura kwa mara ya kwanza ni mategemeo yangu kuwa mtajifunza kwa haraka na mtapata uzoefu kupitia majadiliano ya moja, ya pamoja na watendaji wengine wazoefu. Kwa upande wa wale wazoefu, mtatumia fursa hii kujiongezea maarifa mapya mabadilisha na kubadilishana uzoefu na washiriki wengine. Ndugu washiriki wa mafunzo, wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali mbali za kikatiba na kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa hasa katika, zoe, katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura huendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha rais, ubunge na udiwani ndiyo yanapoanzia. Hatua na taratibu hizo ndiyo msingi wa uchaguzi huru na wa haki na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Ndugu washiriki wa, wa mafunzo, nachukua nafasi hii kuwaasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu miongozo pamoja na maelekezo yatakayotolewa na, ya, ya na Tume. Ndugu washiriki wa, wa mafunzo, kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza yafuatayo: mosi, someni kwa makini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayoendelea kutolewa na Tume na ulizeni ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine pengine yatakuwa changamoto za kufahamu ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi ya, ya uchaguzi. Tumewapa nyaraka mbalimbali ili mzitumie kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa jukumu hili muhimu. Mbili. Jitahidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakao kuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Tatu, fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopikia. Mimi ni Destina Tibashailwa na hii ni Ishizwe TV.